Kama ambavyo unatizama, huyu ni mwanafunzi wetu ambaye anamsuka mwanafunzi mwenzake, nywele za mkono zikiwa zinaungwa na rasta. Ni staili hii ya mwiba wa samaki, ambayo siku za hivi karibuni imekuwa na mashiko makubwa kwa wengi wa mashabiki wa nywele za mkono. Naam, kila mtu anatamani kufanya kazi nzuri. Lengo ni kuhakikisha kwamba kazi hile inakuwa maridadi na yenye mvuto wa kipekee. Ni nywele ambayo kila mmoja anaweza akavutiwa nayo, na ni nywele ambayo unaweza ukaenda nayo popote. Mamap Beauty Saloon, tumekuwa tukipokea wanafunzi kutoka kona mbalimbali za Tanzania, hata nje ya Tanzania lengo ni kuhakikisha kwamba wanafundishwa staili mbalimbali za nywele, lakini wanajifunza pia namna ya kuweza kufanya kazi hii kwa uweledi mzuri na kuweza kufika mbali zaidi, kupiga hatua ya kimaisha kimsingi. Uh, mwanamke anapokuwa na uchumi imara anaweza kuhudumia zaidi ya watu kumi nyuma yake. Um, na hili tumeliona na tukaona kwamba mwanamke sasa ni wakati wake wa kupambana, ni wakati wake wa kusimama imara, ili aweze kutimiza ndoto zake. Tupo Tabata Segerea, kituo ni Mangumi, mtaa wa Saibaba. Karibu sana, mwalike rafiki yako shia na rafiki yako mweleze kwamba hapa ndipo sehemu ambako unaweza kumpeleka binti yako, unaweza kumpeleka mke wako akafundishwa kwa karibu kabisa, unamfundisha mwanafunzi mmoja mmoja. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba sifuri saba tano nne themanini na moja themanini na nane arobaini na saba. Uh, usisite kutuliza chochote kinacho